Nashukuru sana kwamba kubwa kwamba wenzetu kuliendeleza jambo hili kama mlivyosema, kwamba kwa miaka kumi na saba sasa mnaliendeleza jambo hili la kuwaleta watu pamoja, maana hii ndiyo mila yetu, hizi ndio itikadi zetu, hii ndivyo hasa tulivyokuwa tume tukiishi wazee wetu, na ikawa sababu ya kudumisha udugu, ikawa sababu ya kudumisha mshikamano ikawa sababu ya kuenzi nasabu eh, kwa sababu hili ndio jambo ambalo linapotea, tunalikosa kusema kweli. Sasa hivi usasa umetushika, imekuwa jirani hamjui jirani, ndugu hamjui ndugu. Kwa hiyo kwa kuliendeleza hili, kwa kweli mnafanya jambo moja kubwa sana, maana mnavunja hizi kuta za fensi zetu eh, na kuwaleta watu pamoja, na hivi hasa ndio tunavyopaswa tuishi, na inshallah haya mnaoyafanya, mimi nashukuru kwamba mmeyapeleka sasa katika ngazi nyingine. Naamini e, inshallah Mwenyezi Mungu atuweke mwakani, e, mtalidhihirisha zaidi, ili na wengine nao waige, kwa sababu ni jambo la, la, la, la, la muhimu sana. Inshallah Mwenyezi Mungu awape fadhila ya hili jambo ambalo mnalifanya na inshallah iwe ni sadaka yenu, lakini na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie basi jambo hili lipate baraka, na miongoni mwa baraka hizo iwe ni kwa wengine kuiga jambo hili adhimu, jambo hili muhimu, muhimu sana. Lakini na jingine ambalo mmetukumbusha kwa kupitia shughuli hii ni hili la kuwa pamoja na kuwatunza na kuwa nao watoto wetu yatima. Eh, sasa hivi kusema kweli dunia imetushughulisha sana eh, imetushughulisha sana kiasi kwamba makubwa na mazuri kama haya ambayo kayaeleza vizuri hapa eh, Mheshimiwa Kadhi Mkuu, namna fadhila zake zilivyokuwa kubwa katika, katika eh, sio tu mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini kwa ujumla wake na daraja ambayo eh, Mwenyezi Mungu ameipa kama alivyotushuhudia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubwa mimi niombe nimalizie kwa kuomba kama alivyosema leo hapa. Tumezuia maimamu wa watu wengi, na leo siku adhimu ni katika siku wadhimu, eh, tunao tafuta kheri eh, za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tusizungumze sana, mimi niseme jambo moja tu kwamba kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu katupa mengi, katupa mafunzo, lakini katufungulia milango yake eh, kwa hivyo mimi niseme yale mafunzo ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kwa kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio ambao unajipima wewe kwa kiasi gani eh, unamwamini kwa kiasi gani unamcha Mwenyezi Mungu, kwa sababu shida yetu sisi kubwa inayotupata ni kumsahau Mwenyezi Mungu lakini mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu katupa fursa tujipime wenyewe eh, tu ile yakini yetu ya, ya kuwepo wa Mwenyezi Mungu, utaraji malipo kutoka kwake, kuogopa adhabu zake, basi tunaipata kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa sababu tunaacha vyetu vya halali eh, tukiwa kwenye faragha zetu kwa eh, sababu tu Si kwa sababu yeyote, kwa sababu tu tunamcha Mwenyezi Mungu, tunasa Mwenyezi Mungu hataki tumo kwenye saumu tuyawache, na tunaacha na mengine vile vile. Sasa kwa sababu gani tunayakini kwamba Mwenyezi Mungu anatuona? Swala linakuja tukisha kumaliza Ramadhani hatuoni tena eh? maana tunafanya mengine makubwa. Ramadhani tunaacha vya halali baada ya Ramadhani tunatafuta vya haramu eh. Mengine tunafanya tunafanyiana eh, ni kwa sababu tu tumesahau kuhusu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi nilikuwa naomba sana, niwaombe wenzangu kwamba twende tukayaishi haya mafunzo ambayo tunayapata katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nchi hii haitoharibikiwa na chochote. Sisi katupa Mwenyezi Mungu nchi neema kubwa sana, tuna asili tuna misingi ya, ya, ya dini yetu, ya imani yetu ya Kiislamu eh. Na alhamdulillah tumeyumba, lakini hatujaharibikiwa sana eh, kwa kiasi ukilinganisha na wengine eh, tena hao wanaitwa nchi za Kiislamu, kuna mambo makubwa utaogopa eh. Kuna kwa hala, mimi niliwahi kwenda nikaapa kwamba nchi hii siji tena eh, kwamba yale tunayopata mafunzo ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi twende tukayaishi. Baada ya, ya Ramadhani, hatutaharibikiwa tutatengenekewa, na nchi yetu itaweza kuwa na amani ya kweli, itakuwa na mshikamano wa kweli, na bila shaka eh, tutapata maendeleo eh, tukiwa na amani na utulivu wa kweli na mshikamano wa kweli na kupendana kikweli kweli. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hilo na insha Allah, Mwenyezi Mungu ajalie tupate fadhila tupate eh, malipo yake kwa ibada zetu mbalimbali ambazo tumezifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na iwe ni sadaka yetu ambayo Mwenyezi Mungu kaikubali, na inshallah pia iwe ni sadaka yetu ya kuiombea nchi yetu tuweze kuishi kwa amani, kwa mshikamano na kwa mapenzi ya kweli baina ya wananchi wa viongozi, na wananchi wao na wananchi na viongozi wao. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu. Asanteni sana, ashkuru.